Basi ndugu wasikilizaji na watazamaji, naitwa Mchungaji Jakobo Mberagu, mwalimu wa neno la Mungu. Ninalo somo ambalo napenda kushirikisha kushirikane kwa pamoja na kunisikiliza kwa somo hili ambalo nakwenda kulifundisha linalosema: kutoka mahali ulipo kwamia. Kila mtu anaweza kukwama kwa sehemu aliyopo. Kiongozi anaweza kukwama kwenye uongozi wake, baba wa familia anaweza kukwama kwenye ubaba wake, mwalimu anaweza kukwama kwenye eneo la kazi ko. Kila mmoja anaweza kukwama, lakini kukwama sio shida, namna kutoka sehemu alipokwamia kila mmoja anaweza kukwama sehemu alipo, kwenye eneo la kazi yake, biashara yake, elimu aliyo nayo, kusoma elimu ikawa haina faida kwake. Kwa nini? Amekwama namna ya kuweza kufanikiwa na elimu anayo. Mwingine ana fedha, ajui namna ya kuweza kuzitumia, ugunduzi kwa kuweza kugundua jambo, nifanye hiki iweza kukuza fedha yangu kwake kwa namna nyingine tunasema mtu huyo amekwama kwenye eneo hilo, lakini leo napenda tushirikiane kwa pamoja, ili ujue kwamba mahali ulipokwama unaweza ukaenda mbele tena, unaweza ukafanikiwa tena. Tumwone mtumishi wa Mungu mmoja kwenye Biblia kwenye kitabu cha Nabii Isaya sura ya 38 kuanzia mstari wa kwanza. Anaitwa mtumishi wa Mungu Ezekieli. Ezekieli alikuwa mfalme wa nchi Leo tunamuita rais wa nchi ingekuwa nchi yetu ya Tanzania tungesema rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Huyu Ezekieli Biblia inaeleza kwamba aliugua, na baada ya kuugua, matabibu waliokuwepo au madaktari wakatumia uwezo wao wote ukaisha, akawa katika hatari ya kufa. Ujumbe kutoka kwa Mungu ulimjia kwa kinywa cha nabii Isaya na kusema, tengeneza mambo ya nyumba yako, utakufa, wala hautapona. Wapo watu wengi wamekutana haya, kwamba mtaji unakufa, unaumwa kansa, unakufa, biashara yako haitasonga mbele, hautavuka hapo ulipo kwa sababu tayari wewe umekwama kwa kukosa ada, kwa kukosa hiki na hiki lakini Ezekieli namna alivyotoka gukwama, ni jambo la kawaida. Ezekieli alifanyaje kutoka mahali hapa kwenda sehemu nyingine? Ndugu ndugu mtazamaji na msikilizaji, hata wewe kuna sehemu umekwama, unaona kifo, unaona aibu, unaona unaona kaburi. Lakini neno la Mungu linasema huyu mtumishi wa Mungu Ezekieli aligeuza uso wake upa. Tani akamlilia Mungu, akamwambia Mungu, kumbuka niliyoyafanya, na Mungu akakumbuka. Alivyokumbuka Mungu, neno la Mungu linasema akamwongezea miaka kumi na mitano ya kuishi tena, kutoka kwenye kifo akaongezewa miaka kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza ugatoka sehemu lipokwama. Huyu ni mtumishi wa Mungu, nimekupa famula kidogo, jinsi alivyoweza kufaulu kwa yaliyoyafanya. Alimukumbusha Mungu na Mungu akamwongezea miaka. Nini maana ya kukwama? Unaweza ukaendesha gali, ukakutana sehemu kuna mchanga mwingi, kama mkoa wa Pwani sehemu nyingi hazipitiki kwa sababu ya mchanga. Gari inaweza ikakwama ga kwenye mchanga. Sehemu zingine kama mikoa mingine, ukienda ukuta mkoa huu una udongo wa kuteleza, gari ikateleza. Lakini kila eneo kuna mtu anaweza kutoka kwa uwezo, kwa we, kwa wake, kwa nguvu zake, kwa maarifa aliyonayo, akatoka pale, wengine wakakwama. Ndiyo maana mwana huyu anaanzisha biashara ile ile na msingi ule ule huyu anakwenda mbele lakini huyu anakufa. Darasa moja wanasoma watu ishirini thelathini mwalimu yule yule, huyu anakwama anarudi nyuma, mwingine anasonga mbele. Kwa hiyo kukwama kuko. Sasa kuna neema ambayo inaweza kufanya wewe utoke hapo ulipokwamia kwenda sehemu nyingine. Tumemwona mtu mmoja tu hapa, mtumishi wa Mungu, ni mfalme wa nchi amekwama. Kama mfalme wa nchi amekwama, ana vyombo vyote ana ulinzi ana wataalamu ambao ni matabibu lakini wamekwama wewe ni nani usikwame najua juu unayetazama umekwama kwenye ndoa umekwama kwenye biashara umekwama kwenye familia umekwama kwenye huduma Umekwama kwenye ujenzi, umekwama kwenye afya, kuna sehemu umekwama. Sasa nikuombe uende kunifuatilia kwa kipindi kijacho, ili nikueleze zaidi na zaidi, na mna ambavyo unaweza kutoka kwenye sehemu hiyo uliyokwama. Karibu tena kwa wakati mwingine.